yetu sisi ni kuwapatia mawaidha wakuja watuombe mawaidha eh, hapa mnaonaje? Tuambie hapa ndiyo tulipita safa barabara hii hii hii, tukaanguka hii, jaribuni hii. Rais mstaafu Mheshimiwa Uhuru Mwigai Kenyatta awashauri vijana kuchukua uongozi, na hata mara zingine kwa nguvu, na kuwasihi pia iwapo hawataki kunyanyaswa basi lazima wapiganie uongozi. Tusikie anamaanisha nini kuhusu vijana. Yetu sisi ni kuwapatia mawaidha wakuja watuombe mawaidha hapa, mnaonaje tuambie, hapa ndio tulipita safa barabara hii hii, tukaanguka hii, jaribuni hii wenyewe, wajichukulie awamu ya kujitekelezea yale ambayo wanataka nanyua nakeneguo damuiranairetu neguo mutige tigire utogoria